Mvurugiko wa homoni ni moja ya sababu kubwa ambayo inasababisha wanawake wengi kupelekwa hospitalini katika idara ya dharura wakiwa wamezidiwa sana. Mvurugiko wa homoni ni ile hali homoni moja au zaidi kutokuwa katika mlinganyo wake unaotakiwa. Hivyo kama wewe unajitafsiri una hormone imbalance, lazima tujue ni homoni gani, ni homoni moja au zaidi haipo katika kiwango ambacho kinatakiwa. Kama umekuwa ukipendelea vyakula vya kukaanga, basi ndo sababu kwa nini wewe ume ukikimbizwa hospitalini mara kwa mara. Unywaji wa vimiminika vyenye sukari nyingi ni moja ya sababu kubwa ambayo inasababisha wewe kulazwa mara kwa mara. Kutafuna tafuna vibites ambavyo vina sukari nyingi, chocolate, ice cream, bigiji, pipi, biskuti. Hivi ni vitu ambavyo wanawake wengi wanavipenda na hawafahamu ya kwamba ni moja ya sababu ambayo inasababisha mvurugiko wa homoni. Ni uvutaji wa sigara, uvutaji wa bangi, uvutaji wa shisha ni moja ya vitu ambavyo vinasababisha mvurugiko wa homoni. Kuwa na magonjwa mwilini mwako ambayo wewe huyafahamu, unatakiwa utembelee kwa daktari aweze kukufanyia uchunguzi wa kina. Kuna magonjwa ambayo huvuruga homoni zako. Dalili hatarishi za mvurugiko wa homoni ni pamoja na kutoka na damu nyingi sana wakati wa hedhi. Hali hii inaweza ikasababisha presha yako kushuka. Hii hali inaweza ikakupeleka katika chumba cha dharura hospitalini mara kwa mara. Maumivu makali wakati wa hedhi ni moja ya dalili mbaya sana ambayo inawatesa watu wengi. Lakini pia kupasuka kwa uvimbe maji, yani ruptured ovarian cyst, ni moja ya sababu pia ambayo inaweza ikamsababisha mtu akajikuta yuko katika chumba cha dharura hospitalini. Kuwa na uvimbe mkubwa katika kizazi tunasema fibroids, hali hii inaweza ikakusababisha wewe kuwa na historia ya kufanyiwa upasuaji mara kwa mara. Mambo hayo yote unaweza ukayaepuka endapo ukisikiliza haya nitakayokuambia katika video hii. Sambamba na kutibu homoni moja au zaidi ambayo imeonekana ina changamoto katika sampuli yako ya damu na kushauri ubadilishe mtindo wako wa maisha. Asilimia kubwa ya wanawake wengi ambao mnasumbuka na mvurugiko wa homoni, matatizo haya yanasababishwa na mtindo wa maisha. Lakini kama tayari umedhurika na sumu mbalimbali za vyakula tunakushauri, pia unaweza kutumia virutubisho kama hivi. Kwa mfano hapa na kirutubisho kinaitwa Vitamin ADK na hapa na kirutubisho kinaitwa Omega 3. Vitamin ADK, Vitamin D ni kinasa sumu machachari katika sampuli ya damu, kinaenda kusafisha damu yako ambayo imeathirika na sumu za vyakula, lakini pia omega